Kutokana na kuenea kwa uvumi wa taarifa katika mitandao ya kijamii zikidai kuwepo kwa maandamano inayotajwa kufanyika Desemba 9 mwaka huu, mbunge wa jimbo la Dodoma mjini Mheshimiwa Paschal Chinyele amewataka viongozi na wataalamu kufuatilia wageni wanaoingia kwenye mitaa yao pamoja na kuwataka wamiliki wa nyumba za kulala wageni kuwaripoti wageni wanaowatilia mashaka katika vituo vya polisi ili kuepusha taifa kuingia katika vurugu kama zilizotokea Oktoba 29, mwaka 2025. Mheshimiwa Chinyele amebainisha hayo wakati akizungumza na wafanyabiashara wa soko la Bonanza jijini Dodoma kwa lengo la kuimarisha usalama wa nchi kwa kulinda taifa lisiingie kwenye machafuko. Kumekuwa na vitisho kwa muda mrefu kwamba tarehe tisa kutakuwa na maandamano mengine makubwa. Sasa naomba nichukue nafasi hii kusema yafuatayo. Ndugu zangu, wale ambao ni wenye viti wa mashina ya Chama cha Mapinduzi pamoja na wenye viti wa wenye viti wa mitaa na wajumbe, tutambue kwamba pamoja na majukumu mengine ya kichama, lakini pia tunayo majukumu mengine ya kulinda usalama wa mitaa yetu na usalama wa nchi yetu. Baadhi ya wageni wanakuja ndani ya nchi yetu wakiwa na malengo yaliyojificha. Sasa naomba nitoe wito, ndugu zangu wote kwa pamoja, wenye viti wa mashina, wenye viti wa mitaa na wajumbe wa mitaa yetu, tuhakikishe kwamba kuanzia sasa tunawatazama wageni wetu kwa macho mawili mawili, wanaokuja kwenye mitaa yetu. Kwa sasa tusiwatazame wageni kama watu wa kawaida, tuwatazame wageni wakiwa kama wageni, na pale tunapotilia mashaka wageni hasa kuanzia sasa, tuwaripoti katika maeneo yanayohusika, waripoti kwenye wenyeviti wa serikali za mitaa, na ukiona hatari zaidi, waripoti katika vituo vya polisi vilivyo karibu. Na kikubwa kabisa, ukiona wageni ambao huwaelewi mara moja, peleka taarifa polisi, kwa sababu yawezekana wakawa ndio wale wale ambao walitoteta shida kubwa tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi. Ndugu zangu, wageni tunawapenda, lakini wanapoingia nchini kwetu, wanapoingia katika mitaa yetu, wafuate taratibu zilizowekwa na nchi yetu. Wanapaswa kuripoti kwa wakuu wa mitaa waripoti kunakohusika. Ingawa kwa sasa ninafahamu wageni wengi huwa hawaripoti kunakohusika, wanakuja wanaingia mitaani kwetu, unaingia kwenye maloji, wanalala na kwa hili nitoe pia rai kwa wamiliki wa nyumba za kulala wageni katika jimbo la Dodoma Mjini, wanapoona wageni ambao hawawaelewi, wageni wanaowatilia mashaka wawaripoti mara moja katika maeneo yanayohusika.